Sisi ni Taifa Gesi tunadili na usambazaji wa gesi tunapatikana mikoa yote, Tanzania nzima. A e, kwa kweli e, ni fahari kubwa kwetu kama Taifa Gesi kushiriki kwenye maonyesho ya Sabasaba saba, kwa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano tunategemea kuwa pale na mambo mengi sana ambayo bila shaka Watanzania ambao watakuja kwenye maonyesho wataweza kufaidika nao kama wengi tuna, mnafahamu sisi kazi yetu ni usambazaji na uzaji wa mitungi ya gesi ya saizi mbalimbali ushiriki uh, wetu kama mnafahamu, miaka yote Taifa Gas tunakuwepo Sabasaba, na mwaka huu tutakuwa na mambo mengi. Kwanza tutakuwa na promotion, watu wanaweza kuja pale Taifa Gas washinda wa vitu mbalimbali ambavyo Taifa Gas tunauza kama mitungi kama majiko mbalimbali na vifaa vingine ambavyo vinatumika kwenye kwenye biashara yote hii. Maonyesho ya biashara kimataifa, fahari ya Tanzania digitali zaidi.